Bana, kuna maisha mmejinyima, ndio. Vijana lazima mjue haya. Sasa wale wana harakati wao, wanalipwa kwa sisi kuuana, wanatamani wahesabu miili ili wapate fedha nyingi zaidi. Wameng'ang'ana watu elfu kumi, watu elfu kumi, watu elfu kumi. Wewe unacheza na damu ya watu 10,000. Watu elfu kumi wamwagike kwa wamwagike kwa kwa mapigano alafu ardhi iwe nyeupe tu, wewe unacheza nini? Sisi wengine tumekulia sekenge pale basi tu lenye watu 60. Majeraha wake hata hawajafa, majeraha wake mwaka mzima damu ile pale inabaki. Nyie vipi, unataka kutupeleka wapi? hawa Ha, vipi hawa? Halafu na sisi tunataka tucheze tu hivyo hivyo ngoma yao hiyo. Kataeni vijana, kataeni. Na mlinzi wa Tanzania wa kwanza ni Mtanzania mwenyewe. Sasa vijana wa Tunduma, wakataeni watu wa aina hiyo, wanataka kuuza maisha yetu hao wapate fedha. Rais Magufuli aliwahi kusema mtu anayetaka kufanya vurugu aje atangulie yeye mwenyewe na familia yake, asikuambie kwa mtandao kwamba wee naenda kafanye, atangulie yeye mwenyewe unaona alivyorupa, alivyoruka alivyoambiwa tangulie yeye mwenyewe. Anasema ye ana hela nyingi na anakaa nyumba ya bilioni kumi na mbili, anakaa anaendesha gari ya, ya milioni mia tano fedha ambayo amelipwa kutokana na wewe we kufanya vurugu. Mtanzania ana nyumba yake ya bilioni 12, inatatua tatizo la ajira Tunduma hapa eh? Inatatua tatizo la maji nyumba yake ya anaolipwa na waendelee hivyo hivyo, na wale na wale wa vyama vingine wale, wale waliohifadhiwa pale, na wenyewe tunajua yote hayo. Wale waliohifadhiwa wale viongozi wa chama kimojawapo cha siasa wamehifadhiwa, na wenyewe wanalipwa kufanya hivi wanalipwa kufanya hivi, wanatumika. Ninayo mpaka majina yao, wanatumika. Katiba yetu iliposema, katiba yetu iliposema pawe na vyama vingi, ilitarajiwa pawe na mawazo mbadala mengi, sio kuwa na chama kibaraka cha watu wanaotaka rasilimali za nchi hii, sio kuwa na vyama kibaraka. Kibaraka wanatumika, kibaraka wanahifadhiwa mahali kuharibu amani ya nchi ili wale wanaomezea mate rasilimali zetu waweze kupata. Tutapambana na vibaraka wenyewe na wale waliowatuma hao vibaraka. Ndio sasa na ninyi mnapotengeneza wanachama wenu Lin, angalieni sana, angalieni kigezo cha kwanza cha kuwa mwanachama. Na wewe uka, uka unapigania unakifia, usipiganie wenzako. Wao wanalipwa wamehifadhiwa, wanakaa hoteli ya kitalii, wao wanafanya ukibaraka, wewe wanakutanguliza. Kataeni hiyo vyama vya siasa vipo kwa sababu nchi ipo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu nchi ipo. Wakija vibaraka wa, vyama vibaraka, wanafuatilieni hasa hizi nchi zingine hizi ni vibaraka, vibaraka wana, wanafanyaga wanatafuta kibaraka wakitaka rasilimali wanatafuta kibaraka. Chama cha siasa unahifadhiwaje kwenye hoteli Alafu unaelekezwa ufanye vurugu kwenye nchi yako, alafu wewe unajiita chama cha siasa. Tuna mambo mengi tu. Leo nilipita kusalimia tu, mtu anakaa huko nchi yake, yuko kwenye nchi huko, alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili siu huko. Mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wakataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Unatakaje mtu, mtu aache ajira ya yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Ye yeah, hajali kwamba we ni shabiki ya, hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tuna, tunaangaika vijana wapate ajira. Wewe unasema wakatae fursa ya, ku, ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadhi? Nani kawaambieni? Nani kawaambieni? Nani kawa nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole. Hawa wana akili au kamasi? Hawa unakataa watu wasifanye kazi, na kuna watu tunaanza kushabikia hilo nani kawaambieni nyimbo za Injili zinatengenezwa na studio ya mlokole yule, anayetengeneza nyimbo hizo nani kawaambieni kaokoka? Nani kawaambieni tunapelekwa wapi? Tunaelekezwa, tunataka kupelekwa wapi? Chuki za kijinga hizo, chuki za kijinga kama mkutano kama mtu kaandaa mkutano na anamlipa msanii, mtu ana harusi yake anamlipa msanii, wewe inakuuma nini? Yeye yuko ka, yeye ajira yake, anasomesha watoto, ana kodi ya nyumba anaipatia, kwa kipaji hicho alichompa Mungu. Ndio nani kawaambieni? Mtu anaenda kucheza timu ile, nani kawaambieni ana kadi ya wanachama ya timu hiyo yeye pale haangalii haangalii kadi gani ile yule, yeye ana studio, anakuja mwimbaji anataka kubani wimbo wake. Nani kawaambieni kama yeye si muumini wa, wa, wa dhehebu hilo? Nani kawaambieni anakuwa mshabiki wa dhehebu hilo? Yeye yuko kazini, kazi yake yeye ni kuchoma nyimbo. Mbona mnapangiwa tofali moja moja la chuki, na ninyi mnapokea? Mambo gani ya ovyo hayo Yaani ndio nchi mwalimu Nyerere aliyotuachia hiyo. Mwalimu katuachia nchi ambayo hatuulizani kabila, hatuulizani dini. Ikifika Krismasi, watoto wote wa Wakristo na Waislamu wananunua nguo mpya, wanaenda kwenye Krismasi. Ikifika mwezi mtukufu, hata mimi wanavaa kanzu, siku nyingine nakaribishwa kuanza kufuturu kuliko hata waliofunga. Hiyo ndio Tanzania leo hii tunataka tuanze kuulizana kwamba akitokea mtu yeye yeye ni mwislamu akitengeneza wimbo wa kwaya aambiwe wewe kwa nini umewatengenezea hawa wimbo mambo gani hayo tunataka kwenda msanii aimbi kwenye kampeni tu simba wakiwa na simba wakiwa na, na simba dei msanii anaenda yeye ni shabiki wa simba yanga wakiwa na yanga dei msanii anaenda yeye ni shabiki wa Yanga, yeye ya analipwa kuimba, ndo ajira yake. Kuna mtu mmoja tu kaishiwa maarifa, anataka Tanzania igawanyike, igawanyike na sisi tunataka kuunga mkono upuzi wa aina hii. Na mimi niwaambieni, kuungaunga mkono mizaha, mizaha ya watu ambao wao, wao walishapoteza wala hawatarajii kuwa Watanzania tena, wala hawatarajii kuja hapa, wanawaambia na maisha yao yalipo wana, alafu wanakuambia uharibu nchi yako. Hii ina madhara mabaya sana, na mimi Niwaambieni mimi nawaambieni, Mheshimiwa Rais amesimama kidete na ametoa mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala yanayohusu nchi yetu. Watanzania, twendeni tumuunge mkono, twendeni tumuunge mkono. Huu uelekeo aliotoa ni kwa faida ya Watanzania wote.